Kitu na kitu kingine hutajwa sisi, mimi, Shafii, so. Mm-hmm. Madhabu yangu nani? Shafii. Katika watu ambao kwamba wapenda Ahlul Bayti na unadhihirisha hilo nani? Shafii. Shafii, Shafii, Shafii Basalim. Yani, katika watu ni wapendao ni nani? Ahlul Bayti. Na kwa ajili ya hilo nimehatarisha kila maslahi yangu ya kidunia kwa ajili ya kuwatetea Ahlul Bayti wala sijajali. Kwa ajili ya kuwapenda Ahlul Bayti nimefanya, nimehatarisha maslahi yangu yote Dunia, kwa ajili ya kuwapenda Ahlul-bayti na siko tayari, siko tayari kujivua katika msimamo wowote katika misimamo yangu iliyotangulia na niliyoko nayo sasa, kuhusiana na nini na Ahlul-bayti, na kuhusiana na kuwapenda Ahlul-bayti, na kuhusiana kuwachukia nini maadui wa Ahlul-bayti, siko tayari hata kama utanipa dunia na vilivyomo ndani yake kujitoa katika msimamo huu ni msimamo huu mmoja thabit. Sisi na Ahlul Bayti, Ahlul Bayti na sisi, Ahlul Bayti wako yani yani, hapa yani, shii tabia yani. Kwa hivyo hata unipe dunia nzima uniambia usiwapende Ahlul Bayti, sitofanya. Hata uniwekee upanga hapa, waambie wapende maadui wa nini wa Ahlul Bayti, nitasema sisi tuwapenda paka mbele ya Mwenyezi Mungu. Aa, ukifanya hivyo utaitwa shia. Sijaanza mimi, imamu wangu shafia ameitwa. Allahu akbar

Yaani imamu asema yawatosha Ahlubaiti katika ukubwa, yani kuelewa ukubwa wa chao chao ni kwamba man manla yusalli alaikum wasioslinyi la salata lahu, hana swala. Usiposolie ahlubaiti katika swala, huna nini? Huna swala. Maneno haya hajasema sema Shafii ba Salim aya, amesema Shafii nani? Shafii Imamu Muhammad Ibnu Idris. Allahu akbar, ya hivyo madrasa